mwendelezo wa kambi ya tohara kwa watoto wa kiume na leo ikiwa ni kituo cha kumi tangu tulipoanza e, kambi hii ya tohara katika vituo mbalimbali wilaya ya Temeke, na hapa ni katika kituo cha afya cha Mbande kituo cha kumi na insha Allah taala, siku hii leo vile vile zoezi hili linaendelea sasa. Tukawasikilize wazazi wana kipi cha kuzungumza kuhusiana na ofa hii. naitwa Maria. Maria nani Maria Sabangwa. Maria Sabangwa. Ni mwenyeji wapi dada yangu hapa wa, Mbande, unamwambiaje ale hikma kwa hicho ambacho wanafanya? Kwa kweli namshukuru sana, kwa sababu nilikuwa uwezo ambao tuliambia kama ukimpeleka mtoto l mpaka uwe na elfu arobaini kwa mimi uwezo wangu nikawa sina, ndio maana mtoto mpaka amefikia umri wa miaka hii. Kwa hiyo nilivyosikia jambo hili kwa, ni kwa kweli namshukuru sana na Mungu amuongezee maisha marefu bwana. Jambo hili ni nzuri sana, nashukuru sana. Na sio hili ni mengi sana tu, na nimejionea hata katika mashindano lakini bwana... wana Sheikh Kishki ana anajitahidi, Mungu bwana amjalie, namzidishie, nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awajalie, wape afya njema, waweze kuendelea na ilizoezi na, azidi, wazidi zaidi. Na namtakia dua Sheikh Kishki, Mwenyezi Mungu ajalie, ampe afya njema inshaallah aweze kutuendeleza ligurudumu Alhikima Foundation ni moja ya mfano, katika foundation nyingine ziige mfano huu ambao ni mfano bora kabisa na ni wa kuigwa. Na sisi tunajivunia kuwa na Hikima Foundation kama wananchi, kwa sababu hauchagui wa dini wala kabila yake mtu, isipokuwa anagawa huduma kwa kila muhitaji wa huduma hiyo. Tunashukuru alhamdulillah, na Mungu awazidishie viongozi wake, wawape hikima zaidi na kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi na kwenda mbali zaidi, hasa vijijini, kwa sababu vijijini tatizo hili bado lipo. Waende vijijini zaidi, kwa sababu hapa wameanza mjini. Tunashukuru alhamdulillah, na vijijini vile na vile eh, kwa sababu, na vilevile wawatembelee, wawatembelee, wawaone, kwa sababu naamini wapo wengi zaidi. Wengine wanakosa pesa za kufanya tohara, sababu mtu anaweza kafikia mpaka miaka kumi, miaka saba, hajafanya tohara. Ndio maana wakiwa wao sasa hivi manake watafanya tohara vijana wakiwa bado wadogo kabisa kwa mfano miaka miwili mitatu mpaka mitano na kwa alhamdulillah. Hatimaye kituo cha kumi katika wilaya ya Temeke kimehitimishwa leo hapa katika kituo hiki cha afya cha Mbande. Utakumbuka kwamba hichi ni kituo ambapo ni mara ya mwisho e, katika wilaya hii ya Temeke, ndio tunamaliza hapa, isipokuwa kuna kile kiporo ambacho kilibaki pale Chamazi kitamaliziwa, lakini kwa upande wa vituo vipya, kwa maana hiki ndio kituo cha mwisho katika wilaya hii ya Temeke na tulishuhudia pia eh, mkurugenzi mkuu wa Al Hikma Foundation dawa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki aliweza kufika hapa mapema kabisa asubuhi kuzungumza jambo, hasatan kutoa shukurani kwa wote ambao wamefanikisha jambo hili wakiwemo jopo la madaktari kutoka SMV pamoja na eh, viongozi wa hospitali zote ambazo tulikuwepo, kwa maana katika wilaya hii ya Temeke pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa niko na Dr. Mwimbe atuambie, leo shughuli imemalizika idadi ya watoto takribani 82 wameweza kufanyiwa suna, lakini leo alhamdulillah jambo limeisha mapema sana. Dkt Mwimbe atatuambia vya siri ya kumaliza mapema leo ni nini. Lisha kwamba namba ni ndefu, kuna watu ambao tumeanza nao safari tuka tumeanza hizi shughuli mpaka leo, tukiwa tukiwafundisha namna ya kufanya ili zoezi, utaona kwamba kuanzia tulipokuwa tuko Mikwambe walianza kufanya, tulianza kuwapa yani meza ili waanze kumaliza mapema, lakini tulikuwa tumetengeneza vitanda takriban vitatu, na kila kitanda kina kina mtu anafanya watatu kwa wakati mmoja, kwa inakuwa ni rahisi sana, tofauti na zamani ambapo nilikuwa naingiza mimi mwenyewe, na pengine mara moja moja wanakuwa naingiza na wao, lakini sasa hivi, uh, speed imekuwa kubwa kwa sababu wao wenyewe sasa hivi wamekuwa ni maexpert mashallah, na wanafanya vizuri, nimekwisha waamini kwa mambo yanakuwa vizuri. Alhamdulillah, leo ndio tunamaliza, eh, kitu hiki. Baada ya hapa sasa, mwelekeo utakuwa ni wapi kwa mujibu wa ratiba ambayo inaonyesha kwa mujibu wa ratiba uh, baada ya kutoka Temeke tutakuwa tuta, na wiki mbili za mapumziko ambazo zitakuwa ni wiki ya tarehe 29 na 30 na tarehe moja ambapo uh, hatutaofanya huduma hii, lakini pia na ile wiki inayofuata ya tarehe sita na tarehe saba ambayo itakuwa ni siku kuu ya udhhia, nayo pia hatutafanya huduma. Baada ya hapo wiki inayofuata ambayo itakuwa ni tarehe 14 na 15 ndio, tutaanza katika wilaya ya Ilala na nadhani, kama sitakuwa sijakosea, tutaanza katika kituo cha, kituo cha afya cha Buguruni. Kwa hiyo hapo tutakapoenda kuanza kuikaribisha wilaya ya Ilala na kuendelea mpaka mwisho inshallah. Kufikia hapa, mtazamaji, hatuna la ziada. Kituo cha kumi kilikuwa ni kituo hiki cha afya cha Mbande, ambapo zoezi rasmi limemalizwa, idadi ya watoto takribani 82 wakiwemo Waislamu na wasiokuwa Waislamu wameweza kufanyiwa sunna, kwa maana tohara, katika siku hii ya leo. Kumbuka kabla ya leo, ilikuwa tayari watoto 721 washafanyiwa sunna na leo namba ni 82, jumla takriban watoto 804 mpaka muda huu, mtazamaji, katika vituo kumi tayari watoto hawa washafanyiwa sunna. Tuwashukuru wote ambao wamefanikisha hili hususan Alhikma Foundation. Asante pia kwa jopo la madaktari kutoka SMV. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga, mimi ni Mwana wa Mali Mashi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kituo kinachofuata tutatoka Temeke, tutaelekea Ilala tarehe 14 mwezi wa sita 2025, Buguruni kituo cha afya. Ewe mzazi au mlezi, mwandikishe mwanao sasa katika kituo kilichotajwa kilicho karibu nawe ili asaidiwe. Kumbuka, zoezi letu hili ni bure na halibagui mtu kwa dini yake wala kabila lake.